Nasikia baridi. Bwana bwana, sisi tulikuwa tuna swim, sema ehe. Uh -huh. Tumekuwa tuna swim watu wakawa wanaenjoy, tunajisnapo kama hivyo, tunafurahi zetu hapo, kama unavyoona kidondurusi anafurahi. Haya, mwantobe na viko kwa hapo hapo pale nyuma yetu wanapiga story. Sema ehe. Uh -huh. Punde si punde, mwantobe asimzamishe mwenzi akanywa vikombe sita. Na sisi tujui ku swim jangefa, jangefa. Viki ndo akachukia hapo akamaindi akataka kurusha ngumi. Semeni ehe. Uh -huh. Uh -huh. Huku na huku, watu wasianze kuzamishana. Vika sinene kwa lugha rabavashika, wanataka kuniua. I rebuke you shetani, wanataka kuniua. Mshendo nakwamia, hebu kwanza semeni ehe. Mtoto naye akaotea kidogo, alie machozi analenga lenga hapo, amekunywa vikombe saba na yeye kazidishiwa kimoja. Asianze kumtisha mwenzie. Viki, nakwambia utaona. Labda usiogelee. Nakwambia labda sio mimi. Viki, njoo mwenyewe. Viki asikimbilie kwa Asma, Asma kamfukuza. Mwone Asma pale. Toka, sitaki. Sogea huko. Viki akamkimbilia tajiri sasa, maana msaidie. Mwanamke yuko siri, Viki anacheka. Tajiri nisaidie, nisaidie, nisaidie, nisaidie, hapo kimbilie kalala. Ajua kama kuna mechi huko nje. He? Mambo yasianze tena kuwa serious. Akalopoka Asma, michezo yenu ya kijinga huko huko, mtu asinsogelee. Akajitenga huko mbali. He, tajira akajitoa akawaachia mechi yao. Viki akanyongwa tena. Sasa hapo akazidiwa akaanza kukimbia tena. Nisame. Nisame unarudia kila siku. Rudi hadi mdama. Nataka nikuue. Jamani mimi naaga dunia. Unajua haya ndo matokeo ya shibe? Eh, mimi nilivyoona watu wako serious wanataka kupima na nguvu. Nikamwambia jamani eh, mnataka kupima na nguvu si mmeshiba? Sawa. Hamna mtu kulia wala kumtukana mwenzia. Hapo twende kazi. Matusi mwiko. Hawa sasa walipigana, wakapeana distance. Yani watu wakawa wanamendeana humu ndani. Epunde hey, si punde mwantobia simuneuk namfundisha Asma kuogelea, ageuka kwa nini? Ugomvi hauwezi akaichekesha zake hapo, kupotezea mada. Simfati na viki kumchokoza sema mwantobe. uh -huh. <laughs> <laughs> <laughs> huh? uh -huh. So, akawa kama kiboko anamendea swala kwenye maji, so, anamendea mtu wa kumzamisha. Nitawasimulia kesho pati tu Sala.